matatu ambayo tunatakiwa kuya ignore katika mtembeo wetu kama kiumbe kipya sawa? Yes. mambo mangapi? Matatu. Three things to ignore. mambo matatu ya kuto kuyaangalia, mambo matatu ya kuto kuyapa uzito, mambo matatu ya kuto kuyapa nafasi katika mtembeo wa wako kama kiumbe kipya Haleluya. Amen. Uh, kuu tunalifahamu wa Korinto wa pili mlango wa tano mstari mtanzia wa kumi na sita anasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu, wa anasema, hatumjui mtu yote kwa jinsi ya mwili. Mwambe jirani yako, sikujui kwa jinsi ya mwili. Anasema imekuwa kwamba hatumjui mtu yote kwa jinsi ya mwili sindio? Anasema ingawa sisi tulimtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hello. Hello. Na mstari wa 17 ambao anaongelea kusiana na kiumbe kipya, anaelezea nini ambavyo vya kuangalia na nini ambavyo hatuangalii, kwamba ya kale yamepita. Sasa nataka Yes. nikae hapa kwenye mstari wa sita kidogo kwa sababu neno la Mungu ni tajiri sana. Yes. kwenye andiko moja unaweza kupata vitu vingi sana. Hello. Anasema hatuangalii au hatutambui mtu kwa namna ya mwili. Sikio unanisikia kitu ambacho unakiangalia kwenye maisha yako kinatawala maisha yako. Kama unaandika andika hilo, unachokiangalia kinatawala nini, maisha yako, maisha yako. Petro alipoitwa na Yesu uh, kutoka kwenye boti au kwenye meli whatever chombo alichokuwa anatumia kuja kwenye maji, alipoacha kumwangalia Kristo na kuangalia maji mawimbi, alifanya nini? Alizama. Hello. Kwa sababu alichokiangalia kiliathiri imani yake, akaona shaka, akafanya nini? Akazama. Kwa hiyo unachokiangalia unachokikonsida unachokipa kipaumbele unachokipa mkazo kitaathiri maisha yako. Kwa hiyo naona nataka tuangalie mambo matatu ambayo kama kiumbe kipya, mambo ambayo hatutakii kuangalia au haitupasi kuyapa umana na kuyaangalia, si ndio? Hello, hello. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa pili kwa sababu unapozaliwa mara ya pili, kinachozaliwa mara pili ni wewe, sio mwili wako, sio akili yako <coughs> Natushakubaliana wakati na unaanza hii series tukasema wewe ni roho, mwanadamu ni roho, anaishi katika mwili, ana nafsi, si ndio? Kwa hiyo aliyezaliwa mara ya pili ni wewe, ambao wewe ni roho, sawa. Ndio maana kusema katika wa, wa, Warumi 12:2 b nasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hapo alikuwa anaongea na kanisa. Neno nia ni neno mind fanya upya ufahamu wenu, ina maana kama ukizaliwa mara mm ya pili mm tayari -hmm, unakuwa na ufahamu mpya. Asingewaambia hivi, maana alikuwa anaongea na kanisa la Rumi, si ndio? Akisa mgeuzo kwa kufanya upya renew, fanya upya na kufanya upya, fanya upya ufahamu wako, yeah. Anasema tukifanya upya ufahamu wetu tutaenda kudhibitisha mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na makamilifu, sawa, yes. Kwa bila renewal of mind bila kufanywa upya fahamu zetu hatuwezi kuthibitisha mapenzi ya Mungu yaliyomema, si ndio? Hatuwezi kuthibitisha mapenzi ya Mungu yaliyomema ya kumpendeza wala makamilifu. Sasa kama ambavyo nimesema, kuna vitu vitatu ambavyo nataka kuviangalia ambavyo sio vya kuviangalia. Haleluya, cha kwanza cha kwanza, cha kwanza ni wewe mwenyewe katika namna ya mwili. Don't consider yourself according to the flesh. Usijiangalie mwenyewe kwa namna ya mwili shika, unanisikia? Kwa sababu unajua watu wengi, ukisikia kutoongelea vitu, wanaangalia vitu nje. Kwa sababu anze na wewe, usijiangalie mwenyewe kwa namna ya nini ya mwili. Mungu anataka kufanya mambo makubwa sana na wewe. Ngoja nikuambie, unajua, tunapokuja katika nyumba ya Bwana, katika ufalme wa Mungu, Mungu anachukua watu katika hali ya tofauti. Shika, unanielewa? kuna wengine ambao wako kama Yusufu, lakini kuna ambao wako kama Rahabu. Hello? kama hujui Rahabu nini, utaenda usome Biblia, mtajua Rahabu alikuwa anafanya nini, si ndio? Hello? Sasa kuna mwingine ambaye alikuwa kama Rahabu kwa mfano Mabawal, dia, kwa kaba ngoja nisaidie, Rahabu alikuwa kahaba kwenye Biblia. Lakini ukisoma kwenye Faith Hall of Fame, Rahabu anatajwa pale katika list ya mabingwa wa imani, anatajwa Rahabu, sawa? Kwa Mungu anaweza kufanya makubwa sana na wewe lakini, pengine kutokana unajiangalia wewe kwa namna ya mwili, unaangalia wewe kutokana na past yako unakuwa nini text, sio? Unanielewa yes? Pengine unakaa hapo unasema, mimi mimi nadhani inaweza kufanya na kufanya kaka yeye, pengine zaidi sauti inakuja nikwambia, na ulipokuwa mzinzi wewe, nadhani ni kwa wazinzi, utarise juu ya past yako Amen. Yo, ya kile ambacho ulikuwa unaonekana zamani, sio? Unanisikia mtu wa Mungu, yes. Pengine unaposikia neno la Mungu kila siku, kuna njozi zinapanda ndani yako yes. kuna vitu vinapanda ndani yako, lakini kuna sauti zinakuja kwako, zinakwambia ah. Na wewe kuambia jirani yako, ndio mimi ndio mimi, haleluya, yes. kwa maana haujiangalii tena katika namna ya mwili. Pengine katika namna ya mwili haukuwa na uwezo, sio? Unanielewa yes. Oh, malita, bali ta, yes. Ta, here, yes. Mungu anasimama mbele ya, ya, ya Musa, anamtuma Musa, Musa anaambia, pana, pana, pana, pana, siwezi kuongea siwezi kuongea. Mungu anaambia nani aliumba ulimi, lakini Musa bado anagoma, akasema ok, sawa, nitamtuma uende na ndugu yako Mungu atakutumia katika maisha yako kama kiumbe kipya regardless, bila kujali ulikuwaje katika namna ya mwili. Pengine umekaa hapo, kuna moto unawaka ndani, unasema nitamtumikia Mungu, labda nitaimba, pengine au nitahubiri, au nitakuwa nitakuwa mfanya biashara mkubwa, au nitafanya kitu fulani, lakini kuna sauti nyingine ambayo inakukumbusha madhaifu yako yaliyokuwa katika mwili, yanakukumbusha ulipotokea katika mwili, sio unanielewa? ni lazima wewe kuongea unaweza kuongeza una. Kwanza, Kiingereza ujui, Kiingereza ujui, utahubiri? Sikilize, hauhitaji Kiingereza kuhubiri. Japo Kiingereza ni kizuri. Sio, unaelewa? Unaweza kumwambia mtu you is healed na akapona. Watu hawata jali is healed. Masubalia tabayele bosha

aao naona mwalimu anafundisha tukiwa tutokitoki njeaioebaiaaaahb mstari wa wa sita waasema Israeli walitezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Nao wana wa Israeli wakamilia Bwana. Sawa, Israeli wali kisha Bwana hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Sura ya 8 inaanza kwamba Bwana amesikia kilio chao, si ndio? Kuna siku nilikuwa naongea na watu Jumanne, nikamwambia kwamba yes. Mungu huitikia kujibu kilio cha watu kupitia watu. Mungu hujibu kilio cha watu kupitia watu. Pengine kwenye familia yenu hamna mtu amshafanya jambo la maana. Si ndio? Pengine kwenye nchi yenu hamna mtu ambaye ashafanya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Amen. Amen. But you are the first one. You be the first one. Kwa sababu ya kilio ambacho kimelia. Oh, ina mbona kwa mimi ni jawabu, jawabu Mimi ni kwa kwa sababu sababu ya ya vilio vilio vya Sasa nataka nikuonyeshe mstari wa 11 anasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni ulikuwa katika Ofra, ulikuwa mali ya Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo, ili kuficha machoni pa Wamidiani. Gideoni amejificha, sawa? Anaogopa Wamidiani, amejificha mwaloni. Mstari wa 12 anasema, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa eh. matoba liketela baje Sikiliza,

Nadhani umepotea njia. Yaani yani uoni kama nimejificha. Sikiliza anachomwambia. Msalafu mm mtatu. -mm. <tipa> Gideon akamwambia e, bwana wangu ikiwa Bwana yu pamoja nasi pesa wapi?" ziko wapi? <tipa> maluvrenigataya Mbona <tipa> mambo haya yote yametupata? yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema je, yes, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri, ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. kumi na nne. Akasema Bwana akamtazama. Yes. Napenda namna Bwana anavyoongea. Bwana aongee nawewe kutokana na vitu vinavyoonekana kwenye mwili wako. Yes. Unasema nini, nini Mungu, mbona hivi? Mbona nilifanya maovu sana? Mbona nilikuwa muhuni sana? Mbona nilikuwa hivi? Bwana anakutazama yes. Akasema enenda kwa uwezo wako huu. Akuongelea excuses usimzoe, utobe udhaifu. Mwambie jirani yako, nenda kwa uwezo wako huu, nenda kwa uwezo wako huu. Mtabirie kama nabii, ndio okay, mwambia nenda kwa uwezo wako huu Ah, ya, ya, ya. Anasema ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Haleluya, nenda kwa mkono wako ukaokoe familia yako, nenda kwa uwezo wako huu ukaiokoe Tanzania, nenda kwa uwezo wako huu ukaiokoe Afrika moja, alikwambia mtu wa Mungu. Unaweza ukasema huyu kaka ana kichaoni e tu kichumba tu <coughs> wanaongea kusia nauko waku watofaamagua kubwa kwenye ulimwengu wako umu ndani kwa sababu Roho wa Bwana aongei na wewe kutokana na ulivyo, anaongea na wewe kutokana na ulivyo ndani. Sema bala. Hey, hey, hey, hey, tayari. Hey, unaweza kuwa umekuja na miguu hapa. Unaweza ukaa umekuja hapa uje, utaondokaje? Usijiangalie namna ulivyo, sikia, mtu wa Mungu, nakwambia, kwa sababu zitakuwa zinakuja kwako wewe, amna. Hamna kitu. Hamna kitu. Hamna kitu. Sijiangalie katika, sema tena, katika namna ya mwili. Oh, tuandike kama tano tukimbie. Hallelujah. Amen. Namba mbili, usiangalie opinion za watu, usiangalie nini? Narudia tena, usiangalie opinion za watu. La kwanza usiangalie opinion zako katika namna ya mwili, si ndio? Mimi ni mfupi, mimi ni mrefu. Kwa sababu kaka Mungu anamtumia kwa sababu ni mrefu. Hapana. Daudi alikuwa mrefu, si ndio? <coughs> <coughs> Haleluya. <coughs> Mungu aangalie katika namna ya mwili. Sasa mimi ni mfupi, mimi ni mnene, mimi ni hivi. Mungu atakutumia katika utukufu wake. Haleluya. Amen. Kwa hiyo namba nabasema usiangalie au kusikiliza opinion za nani? Nanioja nkwambia kuna msomo moja nilisikia If you you live by the praises of men, you will die by their criticism. Kama utaishi kwa sifa za watu. Hmm? Kama sifa za watu zinakudrive. Kakaeri kileo Kaka kaka Eriki leo, yani, yeah. Kaka Eriki anakwambia hamna mtumishi Tanzania, wewe ndio mtumishi baba, yeah. Yeah. Yani, kati ya watumishi Mungu anaona kama that is what is frightening you, siku akisema, yani kaka Eriki, siku hizi kama kiroho kimeshuka hivi, yeah. lebaaa, bila haya, haleluya, yeah. yeah. hatutaenenda